Naam, karibu tena, tuendelee kufahamishana yale ambayo yameendelea kutendeka katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Naona mji umepoa kwa sasa, vita imetulia kati ya Zuchu pamoja na Rita. E, Rita ameweza e, kusalimu amri, ameweza kumnyanyulia Zuchu mikono kuweza kukubali kwamba hamwezi vyote vile. Rita ameweza kufua dafu kwa mlimbwende Zuchu. Zuchu ameweza kujitokeza katika a, video hii ambayo iliweza kuvuja akiwa ndani ya gari, huku akionyesha jinsi gani yeye ni mwanamke kamili, gado haogopi chochote, kumuonyesha kwamba mapambano anayaweza vizuri hivyo Eh, yupo tayari kwa lolote lile. Rita kwa sasa yupo kimya mno, hakuna lolote ambalo linaendelea katika mitandao ya kijamii tangu waliporushiana maneno ya kashfa kuweza kujibizana vibaya katika mitandao hiyo ya kijamii. Zuchu hatimaye ameweza kuonekana akiwa amelilaksi ugomvi huo kuweza kuisha. Vita imetulia kwa sasa, hakuna yoyote yule ambaye anamjibu mwenzake, haswa Rita kuweza kuonekana amepoa sana kama maji kwenye mtungi. Hana swaga tena, hana lolote, hana e, cha kusema kuweza kumuonyesha Zuchu jeuri, kutokana na jinsi gani Zuchu ndiye mwanamke ambaye anakubalika na msanii Diamond Platnumz. Rita ameweza kujionea mwenyewe kwamba Zuchu ndiye chaguo sahihi kabisa la msanii Diamond Platnumz baada ya Diamond Platnumz kuweza meonyesha upendo mkubwa kwa kumnunulia zawadi mbalimbali za, za mamilioni ya pesa. Hilo liliweza kumziba mdomo Rita na kuweza kukaa kimya e, kwa sasa hana tena cha kuweza kusema, anabaki anaangalia tu mm, sababu tayari ameshaona kwamba hawezi kushindana na Zuchu. Zuchu sio revo yake, hivyo ameamua kuweza kukituliza na kuweza e, kumwacha Zuchu kama alivyo, aliingia choo cha kike kuweza kutaka kujibizana na Zuchu wakati Zuchu ni mwanamke ambaye hatumweza kamwe katika maisha yake. Tayari Zuchu pambano hayo anayaweza vizuri kabisa, haogopi chochote hmm. Ameweza kumuonyesha Rita kwamba kama anataka vita tena, yuko eh, tayari kuweza kupambana. Ameweza kujitokeza katika mtandao ya kijamii akiwa ameonyesha jinsi gani kwa sasa ameweza eh, kukaa kimya na kutuka uthubutu kabisa kusema lolote, eh, kuweza kuonekana kwamba amepoa kwelikweli Rita hana tena uh, swaga wala hana jibu la kuweza kumjibu Zuchu, kuweza kuonekana amekuwa mpole sana huyu hapo, kama unavyomwona ametulia kweli kweli, kuweza kumnyanyulia mikono Zuchu kusalenda eh, kusalimu amri, kuweza kuonyesha kwamba yeye hawezi kabisa eh, kushindana na Zuchu na Zuchu sio revo yake. Zuchu ni level zingine kabisa na hii ni hmm, habari kubwa ambayo iliweza kutrend katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwa mara nyingine tena. Zuchu iliweza kuonekana akiwa ndani ya gari huku akionekana akiwa a, tayari yupo e, salama kabisa yupo kamili, gado agobi chochote kuweza kumjibu Rita, kama anataka ugomvi yuko tena kulianzisha, baada ya kuweza kuonekana katika video ambayo iliweza kutrend ikimuonyesha akiwa ndani ya gari akiwa furaha kuweza kuonekana mwenye amani tere na kuweza kumjibu Rita e, kwamba kwa sasa yupo ametulia na anasubiri mapambano kama kweli yeye mwanamke shoka, basi haja aingia ulingoni waweze e, kupambana tena kama ilivyokuwa mwanzo. E, bwana asante sana. Haya ni machache ambayo tumeweza kujuza, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio motomoto moto.